Angalia huja subscribe please, tafadhali bonyeza hayo maneno subscribe, tuwe wengi, tuweze kupata haya madini vizuri kabisa. Asanteni sana, leo nina hoja ambayo inawahusu wale wote ambao walikimbia kwa mabosi zao, au ulikimbia kwa sponsor wako kwa program yoyote ile, either way, labda ingekuwa ndio kile kipindi cha corona, mtu anajishika hivyo, anaona mm! ina inakuwaje? Tunaona kama kuna irude kipi kwa hapa nje, kwa maana nimejishika hivi. Sorry, kwa yoyote ambaye alikimbia kwa bosi wake kwa changamoto yoyote ile, aidha ni wewe ulifanya matatizo au kuna mtu alikudanganya au ni bosi wako alikuwa anakuzingua ukaona suruhu ni kukimbia, au yalikufika hapa ukaona mmm, ni heri tu nitoke, sina mtu wa kunisaidia. Kwa hiyo sasa hivi umetolewa msamaha ambao tunaita msamaha, sio? Ni msamaha wa wageni, msamaha wa nini, msamaha wa nini kule nyumbani Ukitolewa msamaha wa watu ambao wafungwa, unaitwa msamaha wa rais, si ndio? Sasa huu sijui msamaha wa nini, lakini tu umetolewa msamaha wa wale wote ambao walikimbia, jisalimishe. Wapo jisalimishe, aidha uende ubalozini, jisalimishe ubalozini, kwa jamani, mwenzenu mlikimbia kwa sababu hizi na hizi na hizi, kajishushe wewe, ambaye unataka usafiri kwenda nyumbani kwa salama, wewe ambaye unataka uendelee kufanya kazi kwa salama, yani upate sponsor akutolee ID ufanye kazi kwa salama basi jisalimishe kwenye hizo sehemu mbili, aidha uende ubalozini au uende polisi, ujieleze kuwa mimi nilikuwa mfanyakazi wa mtu fulani, lakini nikakimbia kwa sababu moja mbili tatu. Nataka amani au nataka suruhu na huyu bosi wangu, aniachilie niende sehemu nyingine nipate kazi. Kwa hiyo wanaweza wakakuelewa. Au umeshindwa unaogopa kwenda polisi, pengine labda lugha hamuelewani au unaona tu hawatokuelewa, nenda ubalozini, wao watampigia simu bosi wako na bosi wako atakuja, mtazungumza, atasema anaamua nini. Chochote atakachoamua, labda uenda kwa hasila, kwa sababu vile ulikimbia na unajua umemtia hasara na nini. Wewe kajishushe, kajishushe. Kama unataka kusafiri kwenda nyumbani, basi usafiri kwa salama, ili asikuharibie pasipoti yako, kwa sababu kuna leo na kesho. Maisha ya Tanzania huyajui yamefikia wapi. Kwa hiyo wewe ndio kwa unataka kurudi tena sasa, usio katiliwa, labda broku kwenye system ya hizo nchi na nini, ukashindwa kuingia tena kwa hiyo ni heri ujishushe, ili kama unataka kusafiri kwenda nyumbani, basi pasipoti yako iwe iko vizuri, haijablokiwa. Na kama unaendelea kufanya kazi, basi ufanye kazi sehemu nyingine, upate sponsor mwingine, anaweza kutolea ID na yule bosi wako atie saini ya wewe kwenda sehemu nyingine. Hili ni jambo la muhimu sana. Hii ni mesej ya wale wote ambao walikimbia. Jamani, nimembeba mtoto kwa kitu ambacho nimejifunza nchi ya Kiarabu, abebi mtoto kama hivyo. Ukitokea umebeba mtoto kama hivyo, ukapita barabarani watu wanashangaa, wanaangalia mpaka mwenyewe tonatamshusha wana... mtoto mwanangu anaamka kwa, yes. Kwa hiyo ndo hivyo wale wote ambao mlikimbia. Kwa hiyo ndo hivyo, ndugu zangu, nadhani mmenielewa. Wale wote ambao walipata changamoto na wakakimbia, muitumie hiyo fursa ya kujisalimisha kwenye hizo sehemu mbili nilizowatajia, kama utaenda polisi au kama utaenda ubalozi wetu wa Tanzania ukatoe maelezo kwa mimi nilikimbia, kwa sababu sababu moja, mbili, tatu, nilishindwa kuvumilia, kwa sababu sababu yalinifika mwisho, nilishindwa, nilikosa msaada. Wewe nenda kwene hizo sehemu, kajishushe, kama bado unaelewa kuwa mimi maisha yangu bado hayajakaa sawa, wenda na watoto nasomesha, au najenga, au na, na chochote ambacho nataka kujiweka sawa, lakini bado hakijakamilika wewe kajishusha kwa sababu, kama ushaanze oh, maana yake alikuwa yeye mkorofi alikuwa na nini, yani wewe kila kilalamika, wewe unaomba msamaha tu, kila kilalamika, wewe unajishusha tu kwa sababu ya, je kuna malengo yako. Kwa hiyo nawapenda na wajali na watatia mafanikio mema, wale wote ambao mlipitia changamoto. Hatufurahii kusikia kuwa wow, kuna watu wanarudishwa, sijui kuna watu wanafanya. Unajua, mtu ukirudishwa unablokiwa pasipoti yako kwa mtu ambaye haelewi ukirudishwa kwa bila mapatano una kenseliwa pasipoti yako. Sasa maisha huwezi jua, labda kesho unataka urudi tena, na huwezi kurudi kwa sababu ulikenseliwa. Kwa hiyo yote yanawezekana na, na sasa tutamani ifikie hivyo. Haya, wasalimie sasa hai salimia. So, kule salimia kule. Katika kitu nilichojifunza jamani, kulea mtoto kwenye nchi za watu ni ngumu. Unajua ni ngumu. Nyumbani mtoto akifanya ukorofi ni kofi, akileta tu ukorofi ni kofi. Kwenye nchi za watu huwezi kupiga mtoto, yaani ni wakoakou mwenyewe, lakini washindwa kujiona, watu watanielewa vipi? Kwa hiyo ni, ni kama mtihani kadogo ambako yani kuka, kuka, kuka, kuka, kuka kuvumilia, sio kufikira hivi na nyumba, ukijenga nyumba yako hapa unaweza weka uzio ukatenganisha baina ya bonde na nyumba yako kwa kwa vizuri kabisa. Maisha ni nyumba, maisha ni nyumba. Hata serikali yetu inatuambia maisha ni nyumba. So welcome uniulize kuhusu kiwanja, naweza nikapata wapi? Huku ni Msongola sehemu, so, hii inaitwa wembeni shina namba nane. Ulize kingine comment hapo tafadhali, mention nyumba ifanye kazi, hata kama ni chumba kimoja. Kwa mfano huyo hapo, huyo hapo, nyumba yake chumba ni kimoja, lakini ni kwake, haifanani na